Nirehemu sawa sawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako nioshe kabisa na uovu wangu, nitakase dhambi zangu. Kama mimi sitakufuata, moyo wangu utatwaliwa so do do.